nuzi kuhusu kifo cha utata cha mwanazuoni na mhadhiri wa Kiislamu, Shekh Jabir Haider Jabir Alfarsi, aliyekutwa amefariki katika eneo la Bumwu Suri wilaya ya Magharibi a usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi, Tadei Mchombo amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa marehemu Jabir aliyekutana na watu wapatao watano ambao inadhaniwa kufahamiana nao na katika hatua hiyo ya kukutana wamefanya mazungumzo akiwa nyumbani kwake Fuoni na baadaye kuondoka naye kwa gari na baadaye mwili wake kukutwa katika eneo la Bombisuri. Amesema polisi inaendelea na uchunguzi zaidi ule wa awali. Katika upekuzi huo alibahatika ali, ali, kupata kitambulisho ambacho kilimtambulisha mtu huyo kwa jina la Jabiri Haidari Jabiri. Kwa baada ya kujua jina lile na kuangalia mazingira, aliangalia mwili haukuwa na jeraha lolote. Na mazingira yale hayakuonyesha kama kuna dalili za vurugu au jambo lolote kutokea pale. Hapakuwa na sign of struggle, hapakuwa na kitu chochote, kwa hiyo ina, ina, ina imply kwamba labda ni mtu ambaye alipata madhara mahali fulani akaletwa pale au alitokea sehemu fulani akafanya kuletwa pale, lakini haionyeshi kwamba kuna vurugu au shida iliyotokea pale kwa mwili ule ulipelekwa hospitali yetu hapa ya mnazi mmoja kwa ajili ya kuhifadhiwa na kutaka sasa kujua kwa kina. Kwa bahati nzuri, ufuatiliaji uliendelea kufanyika usiku ule ule, mimi mwenyewe kwa kushirikiana na yule mkuu wa upelelezi msaidizi tulifuatilia na tukabaini kwamba mtu huyu kwa maana kwa jina hili la Jabri Haidari Jabri ni mkazi wa Fuoni mambo sasa pale mshelishelini.